Bana, Dubai no good, too much problem. Wandugu wapenda, big up sana. Ukweli tuwache utano, ayetaka kuja Dubai karibuni, ila nacho wausia wa tatizo, tukiwaambia watu wa watakai kukubali. Haya nayaongea popote mlipo, nyekutaka kuja Dubai karibuni. Aliozoea kuamshwa na mzazi wake, amka ule chakula basi ajifunze kwanza kufocus maisha, hakuna pesa ya urahisi. Maana hata ukitazama South Africa, watu wakiambia, bana South Africa dangerous, mnasema a a acha tufike tu yaone. Sasa Dubai changamoto juu, kaji kazi every day. Ona hapa pote unapapiga saa 20 milioni kumi kuzileta Dubai ni too much. Eh, msidanganyiki na watu wako magorofa wako wape tu, kweli sijui nini hapa e, tunapambana kabisa tuzi tukajali ni abi rasta abi khana si khayega kabisa kambisa. Yani hapa si pipe tunasomba tunatia, hapa tunafunika udongo ndio kawaida eh <gibane> yeah? nini oh uko Dubai na enjoy mm <gibane> -mm. Bro <gibane> acha tutakudanganyana wallahi, njoyeni ila, mnajua si jumki, piga hesabu zenu milioni mbili kumwezi milioni tatu mnasema kama Dubai kuna hela, hela ipo, ila tachokiseta <gibane> mtamakuni huyo eh, ni wa ukweli. Watu wanaofanya mpango wa kuja Dubai wenyewe wanaingiza hela, hawaambi ukweli eti ni kazi za ujenzi. Sasa hiyo ujenzi wewe unatoa ni kiende cha nyumbani, kwa siku unaweza ukafanya kazi zaidi ya mara 50 unasema kwamba hii, huyu ni binadamu ama ni nani? Jisieni uhuru wa karibuni. Eh, mtu anataka kusema bana, anataka connection hiyo ndio connection kabisa unakuja unajua chenye utachokutana nacho, pambana nacho sababu hata wenye kurudi wanaumwa ni wengi. Sasa cha cha, cha maajabu ama cha usia, naweza kawausia, usitizami usi pesa au sitizama afya yako, hapa ni hatari, ana paipu hapa lasi <totutu> <totutu> eh, hey, hey, eh, eh, Lala, lala, lala, lala, lala.